Karibu injinia. Asante, asante. Sasa hili swala la kukumbuka na kusahau. Jamani kusahau kama nikusahau jinsi ya kusoma saa au kusahau jinsi ya hata, nikisahau jinsi ya kufanya hesabu za, za, za, za madimu kule au nikisahau jinsi ya, ku, ya, ya kupata eneo e la pembe tatu. Huko kusahau kuna madhara ya kawaida madogo sana. Lakini nataka nikwambie, ikiwa kwenye mahusiano ukasahau Yaani wewe wewe, mtazamaji wewe, wewe kama wewe mmoja wapo ni mwanandoa, ukasahau jina la mkeo, ukamwita jina jingine, uka, umesahau madhara yake ni makubwa. Haina ma, haina huruma, haina madhara ya kupaka, paka, ni, ni shughuli pevu. Kusahau kwenye mahusiano yetu na Mungu kuna madhara zaidi hata ya hayo. Kuna vitu, na mara nyingi watu husahau kwa kupoteza umuhimu wa jambo mimi nimewahi kuona mtu ambaye hata sio mfano mzuri wa kumwiga. Mvuta sigara mmoja alikuwa hasahau anakoweka kibiriti, anasahau vitu vingi kweli, hasahau hilo, yaani hasahau. Na nimewahi kuona watu wenye hivyo, lakini pia nimewahi kuona askari aliyefunzwa hasahau saluti, yaani hata iweje hasahau, na akisahau shughuli ni pevu kwa sababu ina maana hajaweka umuhimu unaostahili. Kusahau na kukumbuka, maswala ya muhimu ndiyo ya kukumbuka zaidi. Lakini kiongozi wetu, tukumbuke kitu kingine, mratibu wetu, ya kwamba sisi mbele za Mungu tunapaswa kukumbuka mazuri Mungu anayotufanyia. Amina, sisi kwa sisi, pia tukumbuke mazuri tunayofanyiana, isije ikawe kusaja, unakumbuka tu nilipo kukera Alafu niliko kutendea wema hukumbuki, hapana. Naomba mlionitendea wema mjue na kumbuka, jamani. Alafu kwa hiyo pointi ninayosema, mtazamaji, na wewe pia ujue kukumbuka, uongeze kadri uwezavyo kukumbuka yale yaliyo mazuri. Kuna sehemu tunaruhusiwa kusahau na tunahimizwa tusahau, ni mabaya tuliyosameheana, huko tuyasahau huko ikiwezekana, lakini kumbukumbu kumbu, za mema zibaki, kumbukumbu kumbu, za baraka za Mungu zibaki, ili tuweze kuwafunza na wengine wamjue Mungu mwenye kubariki. Asante.